Everybody 254, UG no big news about. Pia nikonao sasa hivi ni kuhusiana na msanii wa muziki wa bongo flava chawa, influencer, pia wa bongo chawa Wasafi FM B Baba Levo, mtangazaji pia baba mijumba, e bana, ameweka bayana kuhusiana e, na vitendo vya ovyo ambavyo amekuwa akivifanya Mwijaku kuhusiana na sakata zima lile ambalo liko inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuonekana kwamba Mwijaku anagombaniwa na wanafunzi ambao ni wanafunzi wa chuo e bana, ye aliweza kusema kwamba Baba levo alisema kwamba anaelekea safarini ila nikirudi kutoka Tanz nikirudi Tanzania e bana nitaenda kukaa na mke wa Mwijaku ili niweze kumwambia ukweli wote kuhusiana na matendo ya ovyo ambayo mumewe amekuwa akiyafanya e bana hapo alisema maneno haya mimi namfundisha kutafuta pesa kwa jasho, yeye yeah, anachukua pesa anaenda ku, e, kupangisha videmu vyake vya chuo. Na sasa nitasema ni ukweli wote, kila chuo ana videmu vyake viwili. Hata pia Mwanza, huko tulipokwenda na Wasafi Bet, pia alikuja na wanawake wawili e, huko Mwanza. So hii ni tabia ambayo Mwijaku kumbe, e, sio kwa bahati mbaya iliyotokea kwenye mitandao ya kijamii, wadada wawili wakiendelea kugombana, kisa na sababu ikiwa ni Mwijaku. Ila Baba Levo pia ameweza kusema kwamba Mwijaku ni tabia yake hata pia walivyoenda Mwanza kule bana, alikutana na wadada ambao ye mwenyewe hakuweza kujua wametoka wapi, ila ni wanachuo kutoka Mwanza. So ni tabia ambayo Mwijaku amekuwa akiendelea kuifanya, na Baba Levo amekemea vikali kwenye vyombo vya habari na kuweza kusema ya kwamba hata akitoka safarini, akirudi atamwambia ukweli wote mke wa Mwijaku. soko koe, kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? E bana, huyo ni Baba Levo ambaye aljump in kwa stori za entertainment news kwenye Sawasawa online digital, by the name juscomaskfusofomselonhiso in Tanzania arisi ngozi flani vinyeusi. Until next time, bye.